Kupitia chama cha Chadema ambaye hapo jana amerejea tena Tanga kuomba kura. Lowassa ameahidi kuwa akichaguliwa, atarudia upya mchakato uliotumika kubadili matumizi ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya kuboresha bandari ya Tanga, badala yake zikahamishwa kutengeneza bandari mpya ya Bagamoyo. Na katika hotuba yake kwenye viwanja vya Indian Ocean, um, Lowassa anaahidi serikali yake kuleta neema kwa wakazi wa Tanga itakapoingia atakapoingia madarakani, zaidi akilenga bandari ya Tanga na kufufua viwanda Tanga alina ajira. Viwanda. Bandari haina kazi. Lakini hivi karibuni bandari hiyo. Nasikitika kwa maoni yangu pesa ile ile Tanga, bandari ya Tanga ni bilioni ya pesa. Ingeleza kila mtu anataka kupata kazi. Bagamoyo vile vile. Lowassa amerudia tena kauli yake ya kulionya jeshi la polisi kunyanyasa vijana wa bodaboda kwa kuwapiga mabomu ambao wamekuwa na kishiriki katika msafara wake <trice> <úsica> kwamba tutakuwa shwari wastaarabu, hamna fujo, tumekuwa waungwana, lakini jeshi la polisi hawajao waungwana, wamenyang'anya boda boda pikipiki zao, wamewazuia barabarani, mambo ambayo sio lazima hata kidogo. Napenda kwa kuwatahadharisha tena, bwana polisi, mchezo wanaofanya sio mzuri, na utaratibu huo utawapeleka ICC kule DA, tutawashtaka kama rafiki wa mataifa. Nawaonya, waache vijana hao wafanye kazi zao. Hili ni swala ambalo kijana mmoja mwendesha bodaboda analizungumzia. Sisi hapa kura tutalinda, tutapiga kura zetu. Tukimaliza kupiga kura, tutakaa umbali wa mita mi, mia mbili. Umeona? swala ambalo kwamba sisi tutafanya vurugu hakuna. Tutahamasishana vijana, tuje tupige kura na tutakaa pembeni, tutalinda kura zetu. Hakuna vurugu ambayo itatokea. Tumejipanga na kuna fulana zetu pia tume print kwamba, piga kura, linda kura. Kwa hiyo hatuna mpango wa kufanya vurugu, hatuna mpango na, na vurugu aina na, yoyote. Wakina mama wenzangu wote, wito walilokuwa nao dhidi yao, ninachowashauri wakapige kura wao warudi nyumbani wapunzike, lakini kwa kina baba na vijana wote wakaegado kusubiri kura mpaka kieleweke, huyu adui CCM atoke madarakani. Tumechoka. Lakini ile mita mia mbili kukaa itakuwa inazuia nini kwa watu kupiga kura au kwa matokeo? Ni haki yetu kukaa baada ya kupiga kura, tukae mita mia mbili tunasubiri matokeo. Edward Lowassa ameanza kampeni wilaya ya Ngorongoro na pia Loliondo, kabla ya kuendesha mkutano mkubwa katika jiji la Tanga.